Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya nyumba ya sanaa. Jina langu ni Steven Mumbi, na hii leo tunaangazia sanaa za majukwani. Kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ninaye Chimwenda Wilson, mwanafunzi wa mwaka wa pili akichukua shahada yake ya kwanza ya sanaa za majukwani. Karibu sana msikilizaji, karibu sana Chimwenda Wilson katika makala haya ya nyumba ya sanaa. Ashukuru sana Kipi kimekuvutia kufanya sanaa ya majukwani? Kuna sanaa za aina nyingi. Kilichonivutia kufanya sanaa za majukwani kwa sababu toka nilivyokuwa levo zingine za elimu, kwa maana ya shule ya msingi na sekondari, nilikuwa nikipendelea sana kufanya dancing, kwa maana ya kucheza mziki, lakini pia maigizo, nilikuwa naigiza kuanzia kanisani huko. Kwa hiyo tokea hapo nilikuwa natamani sana kuifanya sanaa katika lengo au katika levu ya professional. Ukizungumzia uh, okay, sanaa za majukwani kwa ujumla wake unazizungumzia sanaa zipi ukizizungumzia? Okay, sanaa za majukwani kwa maana sanaa mama au sanaa ya awali kabisa katika sanaa zote duniani, unazungumzia sanaa ya maigizo, unazungumzia sanaa za uchezaji. Uchezaji upo wa aina mbalimbali. Utazungumzia modern dance ambapo kwenye modern dance huko kuna choreography, kuna contemporary, kuna ballet kuna afro lakini unapozungumzia asili kutoka Tanzania tuna ngoma za asili, kwa mfano ngoma za Sukuma lizombe, ngoma za Ngoni, lizombe. Ngoma za Sukuma bugubugobo, hizo ni aina za sanaa ambazo zinapeke, tofauti na hapo pia ata poems, muziki, vyote vinafanyika jukwani. Kwa hiyo jukwani, kila kitu kinachofanyika jukwani mimi kinanihusu kama professional yangu. Umezungumzia swala la muziki wa asili, hebu tupate kidogo radha ya muziki mmojawapo wa asili mziki mmoja wa asili ambao unaweza nika nikawaparadha kidogo ni mziki kutoka kutoka kusini huu. Uh, unachezwa sana na Wamakua, Wamakua wanacheza kipindi cha furaha hasa kipindi cha jando. Uh, hii inaitwa, um, msolopa. Anaanza manju, ataanza jambo lelo ye yeah. jambo lelo iye yeah. hiya lelo Iya lelo mama basa ala watoto walikupo jana naitikia ae uchizo kipindi cha kutambika pia ndo utakuta manja naza mungu viganga ningawile mungu viganga ni ngawile ngawile oh. mungu viganga ningawile oh. lingala mbele dunia e. Ni mfano kidogo wa nyimbo zetu za kiasili. <laughs> Mbali na kabila la wamakua kutoka kusini mwa Tanzania, bila shaka kuna nyimbo za aina nyingine ambazo mnaimba e. nyimbo ziko nyingi, kuna watu pia kutoka kusini huko huko, hawa ni wanacheza ngoma inaitwa Limbondo. Kwa hiyo naweza pia nikakuimbia kidogo ngoma zetu za limbondo, au wanaita wanaita kwa ujumla marivata, anaweza manju akaanzisha ba sosin. Ukizungumzia manju manake, so unamzungumzia kiongozi Ehe, nikiongoza naongoza, ngoma ni mtambaji mkuu, mtambaji mkuu <laughs> msikilizaji, ni misamiati hiyo inayotumika kwenye, eh, kwenye sanaa za majukwani. Kwa hiyo nikitaka nikupe labda mfano um, wa nyimbo kutoka katika gubila hilo la watu kutoka kusini, naedhani akakuimbia labda nyimbo hii, huimba kipindi pia cha jando. Msikilizaji, ukisikia kipindi cha jando, ni kipindi ambacho kijana amebalehe ame na ameenda kufundwa na kufunzwa mambo ya kikubwa ikiwa ni pamoja na kufanyiwa jando lenyewe. Nyimbo hii inaimba, achile chichi kamwene kuya kamwene kuya achile chichi kamwene kuya kamwene kuya kuya kuya kuyae kamwene kuya kuya kuya kuyae kamwene kuya, kuya, eh. kamwene, kuya. Huo ni mfano wa nyimbo pia. Hao ni wa Mwera. Ina imewachukua muda gani kujifunza nyimbo kama hizi? Binafsi yangu imenichukua miaka mitatu sasa toka nimeanza sanaa ya majukwaa nikifika chuo lakini pia nikisaidiwa sana na Chuo cha Sanaa Bagamoyo. E, nina mwalimu wangu, mwalimu Mizambwa, pia chuo cha Makumila kwa sababu nilienda pia kujifunza kwa maana short course. E, nina walimu wangu pia kinasaidia unyayo akina Kiganja, wote walinifundisha. Hiyo ni sanaa ya jukwani hasa ukizungumzia nyimbo za asili. Tugeukie kwenye maigizo. Maigizo ni ya namna gani yanayofanyika jukwani? Kwa maneno mengine ni kwamba, ukisikia maigizo ya jukwani, mtu aelewe nini katika sanaa hii za jukwani? Maigizo ya jukwani ni vitendo ambavyo vinafanywa na vitendo hivyo vinaweza vikaambatana na maneno au visiambatana na maneno, lakini huwa vimebeba ujumbe, haujumbe, ujumbe maalumu katika igizo hilo. Na kuna aina kama sio tatu nne za maigizo, hebu tupitishe. Kuna maigizo wazungu wenyewe wanaita pantomime, ni maigizo ambayo huwa yanafuatana na mziki. Ina maana anaekwa mziki, kisha kile kinachoimbwa kinafanywa bila kuongea. Lakini pia aina ya pili inaita maimu. Maimu hii huwa hawaongei na wala hakuna music instrument. Maya labda ifanye mipigo tu ya ngoma, lakini watu maumbile yao ndo yatakuwa yanachora yanachola jumbe mbalimbali na hii husapotiwa sana au kusaidiwa sana na posters kwa maana ya mabango. Mtu anaweza akacheza kama anacheza ngoma, lakini akaonesha bango, jamani, mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam, kwa hiyo watu wanaona bango. Kwa hiyo hii inazungumzia maongezi ya mwili. Mtu akinyua mikono sana pembeni, basi na maana hana. Mtu akisikitika kichwa, basi na maana na hali ya huzuni. Lakini miigizo pengine ndio haya kila siku ambayo tunaongea, kama inavyofanyika kwenye filamu mbalimbali Tanzania na nchi nyingine kwa ujumla. Haya, hizo ni aina tatu katika zile aina sita zingine, unakumbuka. Ha, zingine naweza nikawapitisha kwa marefu zaidi, lakini ningetamani tuendelee. Sawa msikilizaji, kama ndiyo kwanza unafungulia redio yako, haya ni makala ya Nyumba ya Sanaa na ikikuijia moja kwa moja kutoka idara ya sanaa chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, niko na Chimwenda Wilson, mwanafunzi wa mwaka wa pili akichukua shahada yake ya kwanza ya sanaa za majukwaa na tunazungumzia sanaa ya majukwaa kwa maana ya kwamba ngoma za asili, uigizaji. Hayo ni baadhi tu. Tukate fundo la maji na kibao hiki

Kibao kinaitwa Glass House cha kwake Peter Tosh kinatusogeza mbele katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa nikiwa naye Chimwenda Wilson tukizungumzia sanaa za majukwani. Bado tunaangazia sanaa za majukwani na bado niko naye Chimwenda Wilson, mwanafunzi wa mwaka wa pili akichukua shahada yake ya kwanza ya sanaa za majukwaa na tunazungumzia namna mapokeo ya sanaa hizi za majukwani. Mapokeo yakoje ya sanaa hizi za majukwani? Hiya ni changamoto kubwa sana, na kiukweli, sio sisi tu, pia hata jamii inapaswa kufahamu hili, kwa sababu wapo wanafunzi wengi ambao wako chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini wakiulizwa na wazazi wao wanasema anasoma social work, wengine wanasoma sheria, lakini wanasoma idara ya sanaa, sanaa za maonyesho, kwa maana theater. Hii ni changamoto, kwa sababu jamii yetu ya kitanzania inapokea sanaa kama miongoni mwa vitu vya kihuni. Huyu msanii, msanii bwana, huyu msanii, msanii sana huyu. Kwa hiyo hali hii inawajenga kifikira kwamba sanaa si kitu, na mfano dhahiri hapa tulipo idara ya sanaa, chuo kikuu cha Dar es Salaam, tuko mkabara na e, shule ya business, kwa maana ya shule ya biashara. Sasa katika shule hii hata ukikutana na mtu jirani tu, bwana, unasoma sanaa ndio, mbona umepotea? utakuwa umepotea, unasomaje sanaa cho kikuu? Ina maana hata kama tunasoma level moja ya, ya shahada lakini unaonekana kwamba umepotea. Mapokeo mabaya kijamii, na yanatuumiza kama wanafunzi, kwa sababu muda mwingine inatulazimu tuongope ili tuweze kuonana na familia zetu, lakini familia na jamii kwa yuma inakosa kufahamu mapana ya sanaa katika jamii. Mapana ya sanaa katika jamii, ndugu yangu, ni makubwa sana. Wewe nyumbani wakati unakuwa, mambo yalikuwaje? Wakati unawambia wazazi mimi nakwenda kusomea sanaa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kutengwa. Mambo yalikuwa magumu sana. Nakumbuka mwishoni ilibaki na mtu mmoja, kakaangu ale Tobonvenche Chimwenda. Yeye ndiye alikuwa amenishikilia na kunipa nguvu na kila kitu. Lakini sikupokelea vizuri. Kwa hiyo unaenda kusoma jinsi ya kukata viuno stajini. Mtu anakuuliza hivyo. Eeh, unaenda kusoma jinsi ya kukata viuno stajini. Kwa hiyo unataka kuwa kama akina Moze Yobo sasa. Yaani msomo wako kikuu unaenda kukata viuno, inauma. <laughs> Kina Christian Bella. Eh, mbona nataka Christian Bella? Sisi tucheza ngoma za asilia, tuna thamani. Kwa hiyo unaenda kupanda na mapaja yako usitajini kucheza, si ndio? Unacheza ngoma gani kafanikiwa? Mwingizaji gani kafanikiwa? Mnafanya nini sasa kuhakikisha kwamba watu wanaelewa kwamba ukisomea sanaa pia na wewe una hadhi kama ilivyo mtu aliyesomea udaktari, ualimu, uhandisi na fani nyinginezo. Kuna baadhi ya vitu lazima tuviendeleze ili kumpa msanii thamani, heshima stahiki, hiyo ya malipo ya haki, lakini pia kumpa platform, kwa sababu kiukweli wasanii hawana platform, na haya ni majibu ya local research ambayo niliifanya binafsi, baada ya kutamani kutafuta njia ya kumsaidia msanii nikiwa kama kiongozi, ambapo nilifanya almost vyuo sita, kwa maana ya Makumila, Butimba, Zanzibar, University of Dar es Salaam, Tasuba na Dodoma. Niligundua kwamba wasanii hawana platform, hawana heshima, hawana kipato stahiki, lakini pia kuna kitu kikubwa sana na kikosa na hichi, na niombe moja kwa moja kwa serikali yangu ya Tanzania, serikali za nchi nyingine, mashirika binafsi, chuo changu cha cha Dar es Salaam, tuna changamoto kubwa ya kuzalisha wasanii wengi lakini sio productive nikisema na sio productive, namaanisha kwamba unamzalisha msanii ambaye anaenda nje na hana cha kufanya. Tuna ndugu zetu wengi ambao wanauza chapati, makonda daladala, wanauza juisi. Ni kwa nini? Kwa sababu tunakosa elimu kuhusu sanaa na biashara. Kwa kivipi? Mbona kama sikupati? Umesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, umesomea sanaa vizuri, umehitimu, lakini unakwenda sokoni. Hakuna mahali pa kufanya sanaa mahali papo, lakini tunachofundishwa kinakuwa kimebobea sana kwenye thiori lakini, tofauti na thiori praktikal, tunamwandaa mtu kuwa mtumiaji au mtumiaji wa ile talanta yake. Kama mimi mwigizaji, nitafundishwa tekniki za kutumia jukwaa, tekniki za kuigiza vizuri, tekniki za kuenda perfection, lakini sitafundishwa jinsi gani hii elimu niliyokuwa nayo nikitoka nje na itumiaji, kwa maana ya kwamba art for social transformation, yani elimu yangu kwenda kufanya mabadiliko katika jamii, elimu yangu katika biashara elimu yangu katika masoko nitaiuzaji. Elimu yangu hicho kitu kwako ni changamoto kubwa, vyote nilivyofanya research hii na vyote nilivyofanya Tanzania, na hichi ndio kinasababisha mtu akishatoka nje anaenda kuwa mpya, kwa sababu hapa unapata bumu, unapata platform hapa kwenye Sana Blast, ina maana kama tunalema, lakini akishatoka nje, chuo hakihusiki tena, wala college hahusiki tena. Kwa hiyo unamwacha mtu katika msitu, sasa hajui aelekee wapi, afanye nini? Tumekuwa na mipango mikakati yakikisha kwamba tunamsaidia msanii. Mbali ya kuwa changamoto inakuja kwa watu ambao wanaweza wakasimama kwa ajili yetu. Kusimama kwa ajili yetu inaweza sio kwa ajili ya kiuchumi tu, kwa maana ya fedha, lakini pia hata mawazo, kwa maana ya kutusimamia au kutuonyesha njia. Ndugu yangu, nina uhakika kwamba katika kozi zinazunguza kwa gharama kubwa katika nchi za wenzetu ni kozi za sanaa. Yani hizo huwezi kugusa kabisa wa kusoma. Ni kwa sababu zina thamani na watu wanapata manufaa. Lakini tuja Tanzania tuna watu wachache sana ambao wametoka kwenye sanaa. Kabla ya kutamatisha makala haya ya nyumba ya sanaa, tulizungumzia kwa kirefu kuhusiana na ngoma za asili. Hebu tupeleke katika ngoma nyingine ya makabila mengine, kaskazini ama magharibi mwa Tanzania ama hata katikati mwa Tanzania, ngoma moja, na tukirejea tutamatisha makala haya. Kuna ngoma fulani inachezwa na Wamelu eh, huwa ni kipindi cha furaha. Wamelu, kutoka kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha, Arusha Ngoma yao ni ndefu kama kama kagogo fulani, inaitwa Mtingo, inaimba oterete <tinyo> leterete oterete leterete otereteleteeterete oteretete leterete lenyo mlinga dua ya kimanjalo kisamvuki kacha kasikoiyela soko oyiwa wae nderiwase nderimase wa wa singi oliwa wae nderimase wa nderiwase singi. Hiyo ni ngoma ya kaskazini kwa maana ya Arusha wa melo <laughs> msikilizaji, tukielekea ukingoni wa makala haya, na kushukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala haya. Unapatikana vipi? Kupatikana kwangu... kwenye mtandao wa kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Um, kwa sasa hivi natumia sana WhatsApp kwa sababu sijajiweka sana kwenye masuala ya Insta... Instagram pamoja na, na Twitter na Facebook. Haya, nambari ya simu alama ya kujumlisha 255 255 719 55 98 97 Nakushukuru sana Chimwenda Wilson kwa kuzungumza nasi katika makala haya. Nashukuru pia lakini, imani yangu ni kwamba kwa pamoja tunaweza tukaiendeleza sanaa hiyo ya uchoraji, ya uchongaji, ya majukwaa, sanaa ya muziki, hata sanaa ya filamu. Nashukuru sana, asante sana Chimwenda Wilson. Kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka akiwa mwaka wa pili akichukua shahada yake ya kwanza ya sanaa za majukwaa. Mimi ni Steven Mumbi, msikilizaji kutoka jiji kuu la kibiashara nchini Tanzania Dar es Salaam. Ndiyo na kunja jamvi la makala haya, uwe na wakati mwema, na kuacha na kibao hiki cha kwake.